Ochuka, mgomo wa wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma umeingia siku ya ishirini hii leo kwa maandamano hadi bungeni, wizara ya fedha na ile ya elimu. Wafanyikazi hao wakishinikiza kulipwa shilingi bilioni saba laki tisa walizokubaliana kwenye CBA ya mwaka elfu mbili kumi na saba 21. Wanasema mkutano uliopangwa kufanyika Alhamisi utavurugika iwapo serikali itapendekeza mabadiliko. Na wanafunzi wameipa serikali saa 48, la sivyo waanze mgomo kuwaunga mkono wahadhiri wao. Willi Lusige na taarifa hiyo. Kwa nyimbo, mabango na mihemko, wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma nchini waliandamana jijini Nairobi katika siku ya ishirini tangu mgomo wao uanze na kuathiri masomo katika vyuo vikuu kote nchini wakiwasilisha malalamiko yao kwa bunge kisha wizara ya fedha na wizara ya elimu. Wamegadhabishwa na serikali kudinda kuwalipa nyongezo ya mishahara ya shilingi bilioni saba na laki kenda kulingana na mkataba wa makubaliano ya mwaka 2017 mwaka 2021. We are not renegotiating. We are not discussing otherwise. Yeah. Licha ya serikali kuwaita kwenye mkutano Alhamisi mjini Machakos kuthibitisha uhalali wa kiwango wanachodai, wahadhiri wameapa kuwa mkutano huo utavurugika iwapo serikali itajaribu kupunguza kiwango hicho. This time, the motto of this strike is... Yeah. Waziri wa Elimu Julius Migoso Gamba amelaumiwa kwa kuwa kizingiti katika juhudi za wahadhiri kulipwa huku akiwataka wazazi kuwarejesha watoto wao nyumbani. Our Chuo kikuu cha ufundi cha Tuku kimekuwa cha kwanza kutoa ilani rasmi ya mgomo sambamba na ule unaoendelea ukilenga kushinikiza kulipo kwa mishahara kamili chuoni humo. Vyuo vingine vimetishia pia kufuata mkondo huo. Nao viongozi wa wanafunzi waliojumuika na wahadhiri hao wameipa serikali makataa ya saa 48, la sivyo nao wataandamana kote nchini. Wahadhiri wanasisitiza kwamba mgala muue lakini siku zote haki yake umvishe, wakisema kwamba mikutano ulioratibiwa itatibuka ikiwa hatapokea nyongezo yao ya shilingi bilioni saba nukta kenda. Wili Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.